kaunti ya Nairobi imeamuru wajenzi wa, wa majengo ya ghorofa marefu katika eneo la Kileleshwa kugharamia ukarabati wa miundo msingi ya umma iliyoharibiwa ikiwemo mifumo ya maji taka. Agizo hilo limetolewa kutokana na malalamishi kutoka ubalozi wa Holanzi ambao unasema ujenzi wa jengo la ghorofa karibu na makazi yake umesababisha mafuriko. Wakazi wengine wa Kileleshwa pia wamelalamikia kwamba tatizo hilo limekithiri, kama anavyoarifu Willy Lusige majengo ya ghorofa ndefu katika eneo la Kileleshwa jijini Nairobi yameibua wasiwasi mkubwa kwa wakaazi, wakisema yanaharibu mazingira na miundo misingi ya umma. Haya ni majitaka yaliyotuama na kuziba njia inayoelekea katika lango kuu la kuingia ndani ya makazi ya ubalozi wa Uholanzi. Katika makala ya malalamishi rasmi iliyotumwa kwa usimamizi wa kaunti ya Nairobi, ubalozi wa Uholanzi unasema ujenzi wa ghorofa karibu na makazi yake katika barabara ya Gem Lane, Kileleshwa, umezuia mtiririko wa majitaka na kuweka makazi hayo katika hatari ya kujaa maji. Ubalozi huo pia unasema njia za watembea kwa miguu na mifumo ya maji taka imeharibiwa kutokana na ujenzi huo. Sehemu nyingine za Kileleshwa zimeathirika. Katika eneo la makazi ya Dik Dik Gardens, wakazi wanasema majengo ya ghorofa ndefu yameharibu njia za wanaokwenda kwa miguu, yameziba mifumo ya maji taka na kuelekeza taka kwenye mto Kirichwa ulo karibu. Wakazi sasa wanaiomba kaunti ya Nairobi kusitisha ujenzi wote hadi malalamishi yao yatatuliwe. Aidha, kaunti ya Nairobi imetoa notisi kwa wamiliki wa mijengo kadhaa na kuamuru waloharibu miundo misingi ya umma kugharamia ukarabati wake that um, was the issue approvals for development. One of the conditions of those approvals is to restitute you know uh, restore the infrastructure to a condition that you found it. Willy Lusige, Runinga ya Citizen, Nairobi.